Nachokiamini kwamba dunia ina mambo mengi sana. Waswahili walikuambia, tembea uone mengi. Karibu kwenye Back to History ya Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hasla Boy ya Madiha, Tanzania. Mbali kabisa kwenye kisiwa kilichotengwa, mamia ya mawe ya ajabu ambayo yanafanana na sura za wanadamu. Kila jiwe lina uzito wa takribani tani 35 hadi tani 50, masanamu mengine yakiwa yamevalishwa kofia nyekundu. Kofia hizo zina uzito wa takribani tani kumi kwa kila kofia. Kipenyo cha duara kwenye kofia hizo ni futi takribani ishirini na moja na kimo ni futi saba kwa kila kofia. Kofia hizo zilifalishwa baada ya masanamu hayo kusimama. Zilifalishwa vipi basi? Hakuna anejua mpaka sasa. Masanamu hayo yalichongwa karibu na mlima, kisha yakatolewa hapo mpaka takribani maili tano hivi ambapo ndio masanamu hayo yapo hadi sasa bila kuwacha alama yoyote njiani pamoja na kuwa masanamu hayo ni makubwa sana, hakuna alama iliyoachwa njiani kwamba yalipitishwa ama yalivurutwa ama yalinyanyuliwa kwa staili gani. Basi tuendelee na kuangalia maajabu haya. Masanamu mengine ni makubwa mno, kukaribia jengo la kisasa lenye ghorofa saba. Cha ajabu ni kwamba ni vipi waliweza kuchonga masanamu hayo na kuyabeba mpaka yalipo sasa bila kuvunjika na wala kuacha harama. nani namna gani walivyoweza kuyachomeka eh, alizini ama kwenye alizi misili ya vijiti. Masanamu hayo yamechomekwa ya kwenye alizi misili ya vijiti. Swali linakuja ni wakina nani walifanya kazi hiyo? walifanya katika zama zipi? Yupi mwalimu wa historia atupe majibu? Yupi atuambie mwanadamu huyu aliishi zama gani? Aliishi gani, miaka gani? Karibu katika mjadala huu. Mimi inaitwa Hasobo ya madrasa Tanzania. Komenti yako ni muhimu sana kwetu. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujisubscribe, fanya kusubscribe, kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea, na utakuwa mwanachama wa Ndugu Online TV. Asante.